Naitwa Tarsisi Mdendemi ni e, mkulima wa mbogamboga, bustani mboga yangu inajulikana kwa jina la Njombe Organic Garden yani, noji. Tunaita noji kifupi Njombe Organic Garden kayo, tunafanya shughuli ya kilimo cha mbogamboga na kama mnavyoona hapa tun, kuna kuna, chainizi, kuna kuna figili na mboga nyingine zipo huko mbele mtaziona. Pia fanya hiki kilimo kwa mfumo wa naweza nikasema wa kisasa e, katika maana ya kwamba nimejenga e, screen house ili kutengeneza pia utofauti wa wa mazao kati yangu na wakulima wengine wa, lakini pia nimefanya hivyo ili pia kupunguza matumizi ya madawa lengo hasa kubwa ni kutaka kulisha chakula kizuri mm-hmm, na ambacho hakina madhara kwa mlaji. Cha kwanza, hitaji la kwanza ni eneo. Lazima uwe na eneo kulingana na e, unachokitaka kukifanya. Lakini cha pili ni matirio, matirio katika maana ya kwamba kuna shednet, lakini pia kuna hizi sheet kwa ajili ya kufunika, makaratasi ya kufunika ambayo yanaweza kupitisha mwanga na hivyo mwanga unaweza ukaingia ndani, lakini pia wadudu hawawezi kuingia ndani. Pembeni tunatumia hii nini, inatumika hii shednet kwa ajili ya kuzuia wadudu. Juu inafunikwa karatasi kwa ajili ya kuongeza joto, ndio yeah. Hapa sasa hivi shamba lina ekari moja kwa eneo ambalo limejengwa ni ekari moja lakini e, kuna eneo lingine ambalo bado halijajengwa ambalo lina kwenda kwenye robo tatu, weka hilo bado halijajengwa kabisa. Hilo matarajio yangu ni kwamba nije nifanye kilimo cha cha open, kwa mazao ambayo naona haya hayawezi kuleta shida kwenye utunzaji na <coughs> hayahitaji sana madawa yeah. <coughs> E, nitaanza kwanza kuelezea hili jengo kwa ujumla. Kuna ofisi hapa. Ofisi hii ni kwa ajili ya wageni kufika basi waweze kusaji. Lengo ni kutunza kumbukumbu ya wageni wanaotutembelea, lakini pia wakati mwingine inaweza kawa kuna mgeni amekuja, na kwetu sisi tunaona ni potential, basi ataandika ataweka jina, um, namba yake. Siku ikitokea kuna jambo ambalo nahitaji either ushauri kutoka kwake au pengine nahitaji jambo fulani, basi nampigia simu kupitia ile orodha. Lakini ya pili hapa ni store. Hii store hii itakuwa kwa ajili ya kutunzia mbalimbali kama majembe, matoroli na vifaa vingine vigumu vigumu, lakini chini yake kunakuwa na septic tank kwa ajili ya jo eh, lakini linafunikwa kabisa. Tukija hapa hizi, hizi, hizi, hizi nimejenga kwa ajili ya kubadilishia mlio wafanya kazi. Kwa nini nimefanya hivyo? ni kwamba eh, anapokuja kazini ajisikie kwamba anaenda ofisi, sawa na hii. Inamshawishi pia hata kijana ambaye yani hat, hana ile ham, au tuseme interest ya kilimo aone kwamba kumbe kilimo ni ofisi na anaondoka nyumbani, hata akiwa amevaa amevaa suti amechukua briefcase yake au ya mkoba, anaenda kazini. Akifika hapa atabadilisha nguo, atavaa nguo za kazi, anaingia kazini. Akimaliza ataoga, atabadilisha nguo, anaondoka wow. Naenda nyumbani, sawa na mtu ambaye yupo ofisini. Kwa hiyo kutakuwepo na ya kike na ya kiume kwa hey. Hizi zote zinaandaliwa kwa ajili ya hiyo zake kwenye, kwa kumbe eh, basi outlet zake ndo zitaingia kwenye kwenye, tunatumia nafasi katika mtindo. Hizi zote zinaitwa changing rooms, lakini pia wakati mwingine inasaidia ku kupunguza uwezekano wa magonjwa kuingia huko, kwamba mtu ametoka huko na nguo zake za nyumbani, anachukua fiki hapa, badilisha avae nguo za hapa kazini, azitumie za hapa tu na sio zile ambazo ametoka nazo huko pengine amechukua e, labda pengine wadudu ambao wanaweza kuleta madhara kwenye, kwenye bustani yetu. Kwa sasa hivi na wafanyakazi sita e, wapo sita, ambapo yupo meneja yupo e, agronomisti mtaalamu wa kilimo yupo kijana kwa ajili ya maintenance kama inapotokea kuna shida yoyote ile ya, ya uharibifu, lakini pia wapo wengine sasa ambao ni gardeners kwa ajili ya huduma ya bustani yeah. Banda hili nimepanda chainizi tu hii chainizi inaitwa Kidali F1. Ni chainizi ambayo inatumia muda mrefu sana kwenye kuja kufika hatua ya kuchanua chainizi ya tofauti na hizi chainizi nyingine za kawaida ni laini. Na unavyoiona hapa, hii chainizi sasa ina miezi miwili tangu imeanza kuchuma. Na mbolea ambayo inatumika hapa ni ya samadi pamoja na mabaki ya majani ya chai, mm-hmm. kwa hiyo tunavitumia kwa ajili ya hii lakini pia eh, kila baada ya kuchuma inapigwa tena busta ambayo tunatengeneza sisi wenyewe kutumia majani haya haya majani ya chai. e, mm -hmm. Yakiwa mm -hmm. yakiwa mengi nayachukua na na nayaoweka kwenye kwenye pipa, yanakaa siku ishirini na nane ishirini na moja mpaka 28, yakiwa yamechanganywa pia na kinyesi cha ng'ombe, lakini pia naweka na molasses sawa kisha, kisha na ikishaoza, nakuja naichuja. Tayari haya majani yanakuwa sasa yameshatolewa vile virutubisho vyote vinakaa kwenye maji ko, yale maji sasa yanakutumika kwa ajili ya kuja kumwagilia humu, lakini nikiwa nimechanganya na, na, na maji kwa resho maalum. Nilianza kwanza na hii ya kwanza ambayo umeita upendo. Eh, hii inaitwa upendo na baada ya hapo, baada ya kupanda hapa nikaamia cii ni vile vile, nikafanya process za huu na kisha nikaendelea na inayofuata, na inayofuata. Wadudu si kwamba hawaingii moja kwa moja, hapana, wanaingia. Lakini wanaingia kwa namna gani? Moja, inapotokea bahati mbaya e, mfanyakazi ameingia, ameacha mlango wazi. Wakati mwingine pia e, wengine wanaingia kwa kutumia mavazi tunayoyavaa na kuna wengine wanaingia kwa kuwakanyaga kwenye mikoo miguu, tunaingia nao. Inapotokea kwamba mtu umetoka huko nje unaingia huku ndani, basi unaingia na wadudu na hivyo ukiangalia, ukianza kutembea utaona kuna wadudu wana- wanarukaruka lakini hawa wadudu E, tuna namna yetu ya kuwadhibiti kusudi wasilete madhara makubwa kwenye, kwenye kwenye mboga. Mnawadhibiti vipi? Aha. Kinachofanyika ni kwamba tunatumia e, madawa ambayo tunayatengeneza sisi wenyewe ili ya ya kuwafanya hao wa, wadudu wasipendelee kula hii badala ya mboga, badala yake wawe wanafanya nini, wanakimbia. Yaani kwamba wakikutana ile harufu, labda hawatamani kuwepo pale ambapo dawa hizo pia tengenezamnyaa sawa. Tutoke sasa kun... tuende kwenye kitalu kingine. Hmm. Uoningia <laughs> hmm? Yeah, yeah. Panga ya imani hapa, epanda kijiji ambao kama mnaviona wameshaanza kuchuma, kuchuma eh e. Pale juu nimesema kwamba tunatumia e, madawa ambayo tunatengeneza sisi wenyewe kwa ajili ya wadudu wadei. Kuna harufu fulani, lakini harufu nayo ipata ya, sio ya ya madawa ya, ya, ya, ya madukani e, madawa ya asili ambayo imepigwa humu saa hizi ili hmm, kuwafanya hao wadudu wakimbie wasiwepo humu ndani. No. Okay. Kama ile mfano, okay. Hii inaitwa English eh, inaitwa English Giant. Hii inatoka South Africa, lakini sisi tunapata kupitia kampuni ya Sidik.

East West City ambapo mm, hii nao vilevile kwa Njombe ukiipanda tango nje ya greenhouse haiwezi kusta, haiwezi kusta kusta, lakini ndani ya greenhouse inastawi vizuri sana, kwa sababu ya joto eh, sababu ya joto ambayo eh, oki uki, uki, ukiipanda nje maanake kunakuwa na baridi sana baridi sana, ayo haiwezi kustawi kabisa. Ugumu ni kwa ajili ya tango, na kitalu hiki nani chote cha uvumilivu, ni kwa ajili ya tango, kutoka hapa mpaka kule chini ni special kwa ajili ya tango na umwagiliaji ni mwagiliaji, kunaona ni tofauti mm -hmm. Engine, tuambie kwa nini kule unatumia sprinkler na hapa unatumia huu umwagiliaji wa mm -hmm. wa drip? kabla yake, kabla yake eh, nilikuwa natumia sprinkler kwenye bustani vyote, bustani nzima ilikuwa inatumia sprinkler, lakini baadaye nikaja nikaona, e, kuna baadhi ya magonjwa yanasababishwa na umwagiliaji wa kutumia sprinkler, yani kumwagilia juu kwenye majani. Kwa hiyo nikaamua kubadilisha mfumo kwao, hata huko sio muda mrefu, nako vilevile kutakuwa kunatumia drip kama hizi, mboga zipate tu maji kutoka kwenye mizizi, huku juu kama zinapata maji basi ni kwa kutumia umande tu. Kwa hiyo nimefanya hivi kwa lengo la kudhibiti pia hata magonjwa, lakini kitu kingine mbele hapo natarajia kwamba nitatengeneza tenki kwenye kila kila kila kila banda ambapo ba hi -hi -hi hilo tenki nitakuwa naweka eh, aidha kama si madawa basi mbolea zangu nazichanganya mu kwao, badala ya kwenda napiga na bomba humu kwenye udongo, manake zinapitia kwenye eh, drip kwa ninapomwagilia hapo hapo tayari nakuzia hapo hapo na boost pia, kwa ndo malengo yangu ni hayo. Banda letu hili linaitwa furaha okay. Mm. Na vilivyo kwa kweli vinafurahisha sasa. <laughs> hapa Banda hili ni banda ambalo nilima eh, mboga ambazo zinaliwa mbichi. Ni mboga kwa ajili ya saladi au kama kachumbari. Hizi zinaitwa lettuce, kuna red na green. Kwa hili ni kwa ajili ya mboga hizo tu, na hapa E, mboga hizi kwa watu wa Njombe tunajaribu kuwazoesha pia lakini, kuna wengine pia wanapenda kuzitumia na sana sana tunapeleka maeneo ya nje ya Njombe. Wana kwa hapa Njombe soko la hizi mboga lipo, naweza nikasema e, na ni hamsini kwa hamsini. mm-hmm. E, hapa kwenye mahoteli kuna watu binafsi kuna migahawani, pamoja na hawa wa sokoni wapo, ambao wananunua, wanaenda kuuza jolejaleja. Hapa sisi tunawajumuishia wao, wanauza jale. Lakini pengine mtu anaa, akawaza kwamba uweze kutumia mboga, inaonekana ni gharama gharama kubwa. Ah, halafu, hapana, gharama yetu ni nafuu sana. Mboga hii fungu ni elfu moja. Unaona? Shilingi elfu moja tu kafun f ni fungu kubwa. E, kama familia mnakula na mnaweza mkaacha kuna e, wakulima e, saba sasa hivi ambao wanajifunza kupitia e, noni, lakini pia watu kwa wanafunzi wa, yani, wa, wa shule tofauti tofauti wamekuwa wakija hapa kwa ajili ya kujifunza, lakini wapo watu binafsi, mtu mmoja mmoja anakuja hapa anajifunza, na wengine tunawafuatilia vipi Umefanya sionekana, umekuja tu kufanya ziara tu hapa hmm. Lakini wala umekuja umetumia muda wetu tunakufundisha, sawa lakini je, umefanya hicho hmm. kitu? Lakini tuzungumzie kwa conception ya maji kwamba kilimo hiki unacholima unatumia drip irrigation, lakini pale unatumia sprinkler. umesaidia kwa kiasi gani kutunza a maji? Aha. <coughs> kwenye upande wa umwagiliaji drip irrigation inasaidia sana kwenye utunzaji wa maji, yani consumption ya maji inakuwa ni ndogo na maji yote yanatumika ipasavyo. Lakini pia e, ile ule unyevunyevu unaenda mbali zaidi na unakaa kwa muda mrefu zaidi kuliko kutumia sprinkler. Banda <coughs> letu <coughs> la amani hili limepandwa hoho hoho, hii ni hmm nyekundu saa hizi naiona ya kijani, lakini bado itafika wakati ambapo itakuwa ni nyekundu. Ukienda pale mbele tutaiona moja ambayo imeshaanza tayari kubadilika rangi mm kuelekea -hmm. sasa a imeanza kubadilika no. Ni hoho zinazopendwa sana tena... Ukiangalia huku hey. Utaiona vizuri hii hapa, lakini pia hii hapa, utaona hii nayo imeanza kubadilika, lakini hii inaenda kwenye njano manake hapo. Na hii hoho kama tunavyoiona hapa, ukishapanda hivi unachuma kwa muda gani? <coughs> Inategemeana na utunzaji, kwa hivyo sisi mara nyingi huwa inaenda mpaka miezi miwili mitatu. Kikubwa tu ni utunzaji, kama unatunza vizuri, unahakikisha kwamba e, maua yanayojitokeza hayapotei itaenda mbali sana, yeah, enda mbali sana mm. na soko likoje? Hii, hii hapa soko lake ni kubwa tumelima hizi ni chache sana hivi, tayari kuna watu ambao hapa sasa hizi wanasubiri, na wengine wanasema tunaomba tuchunie, zitaenda kubadilikia e, nyumbani, lakini tunasema hapana, ngoja kwanza zifanye nini zibadilike. Koyo soko lake ni kubwa sana kuliko hata zile za kijani e. Sawa, tumepita upendo, tumepita furaha, tumepita amani, tumepita uvumilivu. Pengine utueleze kidogo, kwa nini haya maeneo ya mlima umeamua kuyapa majina haya tofauti tofauti? Asante sana, japokuwa bado kuna mengine huko mm -hmm. lakini walau tu nielezee. <coughs> E, banda la kwanza nimeita upendo, lakini kwa nini nimeyaandika? mm -hmm. lengo la kwanza, tamaa yangu siku moja nifanye exportation hiyo ndo know, tamaa lakini, sasa ninapofanya exportation inawezekana huko mbele ninapopeleka mzigo katokea na changamoto, inawezekana kwenye carton moja wapo mojawapo, sasa nitatrace vipi kujua kwamba hii carton imetoka wapi? Kwa hiyo nimeapa majina haya mabaya ili Siku ikitokea nimeanza kufanya exportation, lebo ya kwenye box au carton itakuwa inaonyesha banda la upendo. Sawa, imewekwa bidhaa gani, ina uzito gani na kadhalika. Kwao nikisikia huko bwana, kuna changamoto kwenye box namba fulani jina fulani, aha, upendo ninaenda moja kwa moja kutatua changamoto kwenye eneo husika, nitadili na hilo. Kwa hiyo lengo la kwanza ni kutrace kama kuna changamoto yoyote, lakini la pili, kwa nini nimelebo haya majina, majina haya nimeyalebo kwamba ni maisha tunayoyaishi siku zote. Banda la kwanza nimesema upendo, yani hakuna kitu ambacho hakihitaji upendo kwenye maisha. Hiyo ni binadamu iwe ni mfugo iwe ni, ni, ni, ni mimea iwe ni gari A, kila kitu kinahitaji upendo. Kwa hiyo lakini pia maisha yenyewe tunahitaji upendo. Kwa hiyo jambo e, banda la kwanza tumeiweka hivyo kwa lengo la kwamba tuishi upendo sisi kama wafanyakazi pamoja na wateja wetu, lakini tupende tunachokizalisha, lakini tuwapende pia na wateja wetu. Inayofuata ni imani kwamba siku zote uwe na imani kwamba kuna siku moja nitafanikiwa, e, na, na tamaa yangu kwamba ipo siku nitafanikiwa. Kwa hiyo nina, ninaamini hivyo, lakini pia namwomba Mungu anisaidie ili siku moja nifikie kwenye hizo ndoto ambazo ninazisema. Inayofuata inaitwa uvumilivu. E, uvumilivu, siku zote mvumilivu ulambivu faida si kwamba imeanza kutokea saa, kupatikana sana. Hapana, kidogo, lakini inahitaji uvumilivu mpaka nije nifanikiwe kufikia kwenye malengo. Inayofuata inaitwa uaminifu. Huna pesa huna kitu chochote kile, lakini ukiwa mwaminifu ni mtaji tosha kwenye maisha yako, utaishi kwa amani bila shida yeyote. Lakini e, banda linalofuata inaitwa furaha. Tunatamani mfanyakazi akiwa hapa awe na furaha. Mteja akifika hapa akimwona mfanyakazi ana furaha, na ye mwenyewe pia atakuwa na furaha, halafu atatamani kurudi kesho kwa sababu anaona pale pana nini? Pana furaha, wateja wanakaribishwa kwa furaha, ye mwenyewe anajisikia amani. Awepo hapa anakuja kwa furaha, lakini pia kuna amani. Una stress zako huko, ukifika hapa ujisikie amani, kuona mimea jinsi ilivyostawi. Unaona, mm -hmm. Ndo na lengo hasa ya kulebo hivi, lakini tukienda mbele huko tutaenda kukutana na, na, na banda lingine ambayo tutaliona, lakini pia eh, kuna nyanya na tutaviona na, na, na, na broccoli huko karibu, inaitwa uwezo wa F1. Toka sasa nimeanza kuvuna huu ni mwezi wa nne, naendelea kuvuna mm -hmm. E, lakini aa kumalizia sasa, baada ya hapo nitapanda tena aina nyingine. Of course, nitafanya mabadiliko, sitaweka tena nyanya. Nitakuwa niweke tena zao lingine ambalo halina uhusiano mia. Crop rotation ni muhimu sana kwenye kilimo kwa ajili ya kuzuia pia magonjwa. Hii sasa hivi ari tayari inakuwa na changamoto za magonjwa fulani ambayo ni rafiki au yanaathiri sana nyanya. Ko, nikileta mmea mwingine ambao unaendana sawa na nyanya, lazima taathirika. Kwa mfano nikiweka tango hapa itaathirika, nikileta hoho itaathirika. Nachotaka kufanya naweka sehemu nyingine, maana yake baada ya msimu huu kuisha, inawezekana pengine misimu miwili ikaisha, nikirudi huko

na ulikuwa unafanya majaribio kwa maana kwamba kutokana na hali ya hewa ya Njombe haistawi au lengo la kufanya majaribio ilikuwa ni eh? Kwanza nilikuwa nafanya majaribio ya mbegu kwa sababu na pia kwa majaribio nione kama inafaa aina hii ya hizi bingai, lakini ya pili ustawi wake kwenye greenhouse ukoja ukilinganisha na nje. Hili ni eneo la mwisho ambalo mboga zikishachumwa chumwa kabla ya kwenda sokoni zinakuja zinaangaliwa hapa, unaziona hizi saa hizi. Hizi zote zinasubiri kwenda sokoni, ni oda za watu eh. Eh, kabla yake huko nyuma kulikuwa na kitengo cha uvunaji afu na kitengo cha masoko. Kulikuwa uvunaji wanaingia mchana wanachuma mboga kwa ajili ya oda, wanaziosha, wanafunga mafungu. Watu wa masoko asubuhi wa wanachukua wanapeleka sokoni. Lakini sasa hivi tena kiipunguzwa kwa sababu ya upungufu wa mboga. Kwa hapa ndio inapoandaliwa mboga hizi. Oh. Hey. Hey. Lakini kiuhalisia itakuwa nauza mazingira so, ya, ya watu bado hawajajua thamani ya, ya ogani hii mboga. Unaweza ukaa ukiangalia mfano kama ile figili ile, ile, ile figili ile, si lazima upike, unaweza kaitumia kama saladi aa hmm. E, kakatakata ukaweka tango na nini e, e, parachichi lako kakoroga vizuri kabisa, au ukaweka mayonnaise kaangana vitunguu nakula vizuri. Na test nzuri sana mm. tofauti mm. e, na zile ambazo zinatumia madawa. Mimi naishauri jamii mm. na wananchi kwa ujumla, cha kwanza wajali mm. afya zao, wasiangalie ukubwa wa bidhaa, waangalie ubora wa bidhaa. E, mboga zilizo nyingi zinatumia madawa na hata unapokula tu unaona kuna harufu ya dawa zile zinaleta madhara kwa mlaji, lakini waangalie mboga ambazo hazitumii madawa, ambazo ni rafiki, lakini pia nzuri kiafya, lakini si kwa kujipendea, lakini kiuhalisia, kwamba watutembelee sisi waje wajifunze, lakini wapate kilicho bora kutoka kwetu. E, Nane Nane nitakuwepo na kama Njombe Organic Garden tuna ndania, eh, eh, banda letu pale ndani ya banda kuu la halmashauri ya mji Njombe. Niwakaribishe sana wananchi wote wa maeneo yote nyanda za juu Kusini, hata za nje ya Njombe ya, ya, ya, ya, ya nyanda za juu Kusini watakaofika Nane nane wasisahau na wasikose kututembelea Njombe Organic Garden, eh, banda la halmashauri ya mji wa Njombe ili waweze kujifunza kile ambacho sisi tunakifanya, na wao waweze kwenda kujifunza pia kwao na wakakifanye pia.